Sasa, mwanangu, wewe unawezaje kumficha mumeo ali, wakati una mtoto? Akija kugundua? Kwani sina mwanamke mwingine anayeishi katika moyo wangu zaidi yako. Tayari mtaa mzima unajua wewe una mtoto na umemficha mmeo.

Ao, wow, mwanangu huyo. Mama mdogo, shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo, za hapa nzuri, mzima. Hatu jambo. Karibu. Vipi, mbona leo umechelewa kufungua kibanda hivyo? na nimefuata mboga okay. Kuna kazi nilikuwa namalizia hapo, ndo nataka nijiandae niende kafungue gengeni. Vipi, mumeo hajambo? Ah, hajambo, yuko salama, nimemwacha nyumbani. Amenitumia yeye SMS muda so mrefu, nichelewe kurudi Ah. Oh. Sasa fanya hivi inabidi ukachukua hapo kwa jirani, ili usichelewe kwenda nyumbani. Uh, basi sawa. Ah, mwaje, kuna ushauri mmoja tu nataka nikushauri sasa. Mwanangu wewe, unawezaje kumficha mumeo ali wakati una mtoto? Akija kugundua sasa mama, hapo unanishauri au unanisimanga? Sikusimangi, nakwambia sitaki uharibikiwe, sitaki ndoa yako ivunjike. Mumeo akija kujua kwamba una mtoto umemficha wewe, unafikiri ndoa yako itakuwa wapi? Ngoja tu nikueleweshe kitu kimoja, habari ya kunifuatilia mi, maisha yangu siitaki chosimanzi iwapi mama, tukuoni. Tukuoni tena ulipofariki, mama, wakaja ndugu wenye tamaa asilimali ndo wacha walichukua. Na kwanza nirudi nyuma ulivyoumwa una wengi walikusema vibaya, eti una ukimwi utakufa vibaya. Baba kukata tamaa, kukuponeshe kwa shida na raha. Wakaja majilani kumshauri kuna mganga kijiji cha pili. Hmm. safali kanza, mdugumdugu, kabda ujafika mwiluka cha roho. Oh. uzuri Tulikupenda sana we, unajua, ila Mungu kakupenda zaidi. Tulikupenda sana oh, mama Safili, salama, kipenda Maulana, salama, akipenda Maulana, mama tutaonana baadaye. Yani, hmm, hmm, baadaye maziko, sakuni, baba lilia kwa huzuni. Staki kabisa itakuja kumfanya mtu kitu kibaya Uhum. ambacho hatuamini kwenye maisha yake, yaani tena sasa hivi niko moto, wacha we, yaani sina mzaha na mtu yoyote, naombeni mjichunge. Hivi wewe mtoto, huo ujasiri unaopata wapi wa kunijibu hivyo mama yako? Kumbuka mimi ni ushauri tu ninakupa, kumbuka hii ni faida yako, sio faida yangu. Wewe unavyomficha yule mwanaume yule mtoto akija kugundua kwamba una mtoto na umemficha wewe, unafikiri hapo kuna ndoa tena, au unajaribia mwenyewe alafu leo hii ninakwambia kwamba jamani, ni ushauri nakupa, usimfiche yule mwanaume mtoto. Unanipandishia, unaniangalia kwa kunishusha na kunipandisha, mimi mama yako. Kwa hiyo unaporopoka hivyo unamfaidisha nani sasa? <laughs> Unajua sio kwamba ninapayuka kila mtu asikie tayari mtaa mzima unajua, wewe una mtoto na umemficha mmeo. Sasa nisikilize, ushauri wako si utaki, fata mambo yako, tusifuatiliane hivyo. Halafu yaani, naomba haya tulioazungumzia yaishie hapa hapa. Nikisikia popote ma mdogo, tutaonana wabaya. Nimekuja hapa, lengo lilikuwa nipate mboga. Oh, tunaelewana naaniata mambo mm, yako Bana, tusifuatiliane. -hmm. Endelea na issue zako ulizokuwa unafanya kwa kwaetu, tusipotezeani muda. mwajei mwajei mwajei, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Haya, ngoja tuone. Mtoto huyu hapana, mm -mm, si bure. Kuna kitu, kuna kitu. Leo hii ananijibu mimi hivi, namwambia kwa faida yake yeye, kwa kutunza ndoa yake. Niambie. Hii chai ya leo umeweka nini? Chai ya leo umeweka nini? Hmm? Maneno jamani. Yani hicho kiungo ulichoweka leo usiache. Ni tamu, nilikuwa sitamani iishe kabisa. Mm-hmm. u <laughs> unanipikia kama hii hii ya leo. Hey. Wewe ni chaguo langu la Nitafanya kila njia nihakikishe unakula na kuvaa vizuri ili upendeze. Kwani sina mwanamke mwingine anayeishi katika moyo wangu zaidi yako. Nakupenda sana. Hata mimi pia , bibi. Sijawahi kujuta kukutana na wewe. Kila siku ninazidi kuishi na wewe, Mapenzi yangu kwako yanazidi kuongezeka. Please usije nisaliti. Nitaumia sana. Mwanaume yeyote atakayekusaliti wewe na kutembea na mwanamke mwingine, huyo ni mpumbavu. Mimi sitaki kuwa hivyo. Wewe ni mwanamke bora na sio bora mwanamke. Unapaswa kuwa na mwanaume kama mimi anayekujali na kukudhamini. Lanie mwanaume shikaan. Kwa nini unasema hivyo? Nimekumbuka mwanaume kwanza, alikuwa kama wewe, alinipenda, alifanya kila kitu kwa ajili yangu, lakini nilimwongopea mm, vitu vingi ila aliendelea kunipenda. Sipo alipokuja kunichoka, nilitamani ni dunia ipasuke. Kwani unapenda kurudia maneno haya? Hebu achana nayo bwana, mimi siwezi kuwa hivyo. Uh, alafu kingine mimi mm. Naona muda umeenda, ni wahi kazini, kuna kesi nikaimalizie. Uh, na hizi nywele hizi mm, ulisema kusuka shilingi ngapi? Elfu kumi na tano Okay, elfu kumi na tano usuke nzuri, sa, sa, sa mkaawo byovyo Halo Mashimba, marahaba. Habari za huko huko, hatu jambo mke wako anaendeleaje huko? Eh, ni kweli. Ni, ni nimezoea kukupigia simu jioni mara baada ya kumaliza majukumu yangu ya, ya kazi. Kuna jambo nataka kukuambia ku, Si unajua wewe ndio kidume changu usijali. Sasa sikiliza, naomba kuna kitu nataka kuambia. Ile ofisi tuliyozungumza imeshakuwa tayari na nataka wewe uje kusimamia, namaanisha kwamba utakuja ku kuishi hapa pamoja na familia yako. Si unajua wewe ndio kidume changu eh. Niongee na mke wangu lakini najua. Sawa, nakutegemea sana sinajua ndio jembe langu sasa, ufanye hivyo.

Bora hata nimekuona mwanasheria. Huu mguu ulikuwa unakuja kuchukua toyo ni hiyo ofisini kwako. Kwanza vipi hali ya familia yako? Familia yangu ni njema ila majukumu tu ya kifamilia ndio yamezidi kuliko muda. Hapo hapo kwenye majukumu hapo sasa. Ndio nilikuwa nataka nipasibilia. Vipi kuhusu kesi yangu? Na vipi wale watu wameshakamatwa? Wale watu hawajakamatwa bado ila kuna kesi moja nikimalizia nafikiri nitawashughulikia. Mwanasheria. Chonde chonde. Naomba kama umeshindwa kusimamia kesi yangu, ninachokihitaji ni kitu kimoja tu. Naomba ni mkabidhi mtu mwingine kesi, kwa sababu kila siku unanizungusha ofisini, nikija sikuoni, nyumbani nikifika sikuo, sikupati yani. Kila siku kila siku unanipa majukumu ambayo sio. Kama umeshindwa kesi yangu, nachokuomba kitu kimoja, naomba ni mkabidhi mtu mwingine. Mimi niko bega kwa bega na nyinyi, nitahakikisha hii kesi nimeimaliza, ila kwa sasa ninaomba niende ofisini mara moja, nikamalizie kuna kesi moja hivi, alafu nikishamaliza nitakupigia simu uje tuongee. Mwanasheria, na kuheshimu sana, tunaheshimiana. Ninachokuomba, hii ndio raundi ya mwisho kama utashindwa kesi yangu, nitamtafuta mtu mwingine wa kusimamia kesi yangu na na raundi na, hii naomba na, na, na, uwe mkweli. Labda nikwambie tu kitu, wana sheria ni kazi yangu na nimesomea na, ni professional naijua na sheria vizuri. Kwa hiyo nachokuhakikishia, kesi yako nitaimaliza sawa sawa, hamna shida. anachelewa hivyo? Kuanzia muda wote huo mpaka sasa hivi ndio unarudi nyumbani eh? Kulikuwa na shida gani? Kwa sababu gani sasa hivi ndio unanijia? Sokoni barabarani, leo kulikuwa na jam sana, si unajua ni weekend, watu wanafuata bidhaa. Kwa hiyo tangia asubuhi mpaka sasa hivi ni magari tu, yalikuwa na shida hivyo. Vitu vya kibandani umeshavinunua? watu leo sokoni walikuwa wengi sana. Wakati napangiwa mzigo, naangalia hela kwenye kitenge, sikuikuta. Oh, tamaa mbele mauti nyuma, hivyo ni funzo na wazazi na wazazi tacha watu siwisi karibia nokopani tacha kumia na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia. Pembeni na vicheku vyao hawakutaka kunisikia. ah ah ah ah ah sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea, yani sina msada, ninapopita barabarani wanaongea, ah, ah. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa?